Siku ya kwanza ya juma, asubuhi na mapema, wanawake walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyatayarisha. Walikuta jiwe limeviringishwa kutoka kaburini, wakaingia, lakini hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipohangaika bado kwa ajili ya jambo hilo, watu wawili waliwakaribia ghafla, wakiwa wamevaa mavazi yanayong'aa. Kwa hofu wanawake walitazama chini, hapo wale wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye mzima kati ya wafu? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa Galilaya, yaani mwana wa mtu hana budi kutiwa mikononi mwa wakosefu, kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakarudi kutoka kaburini wakawapasha habari wale kumi na mmoja na wengine wote. Walikuwa Maria Magdalena na Yohana na Maria mama wa Yakobo na wanawake wengine walioandamana nao, waliwapasha mitume habari hizo. Lakini kwao maneno yao yalionekana kama porojo tu, walikataa kuamini. Hapo Petro akaondoka, akaenda ndiye kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vitambaa vya kitani tu, akarudi kwake akishangaa juu ya matukio hayo.